Tusiwe watu wa kulalamika, nimeita tusiwe watu wa kulalamika. Kuna mambo natamani yazungumze katika asubuhi ya leo, ambayo yatakutia moyo wewe, yatanitia moyo mimi, tutahuishwa tutainuliwa na kusonga mbele katika dunia hii tunayoishi. Ni rahisi sana unapokuwa unaishi ukajikuta unapita katika mazingira ambayo yanakupa sababu za kulalamika. Kuna mambo yanaweza yakatokea katika maisha yako na kukufanya uwe mtu wa kulalamika au kukutengenezea mazingira ya kulaumu watu. Na hiyo inaweza ikapelekea wewe ukawa ni mtu unaye walaumu marafiki zako, unaye walaumu watu ambao unashirikiana nao kazi, ukajikuta umekuwa ni mtu unayemlaumu mla, au kumlalamikia. Kama umeajiriwa una, unamlalamikia bosi wako. <coughs> E, ukiwa kwenye familia ukalalamika na kuwalaumu familia yako e, kama umeoa au kuolewa ukamlaumu mume wako au mke wako kwa sababu ya mazingira au kwa sababu ya vitu mbalimbali vinavyotokea katika maisha yao. Hayo yanaweza yakakupeleka ukafika hapo. Na mpaka leo tunapozungumza saa hii, kuna watu ambao wao kila wanapofungua midomo yao kuzungumza, They are blaming others. Kuna watu wamefika hapo, kama kila wakati akiongea maneno mawili matatu katika hayo tayari ameshalalamika na kumlaumu mtu. Kuna watu wanaishi hivyo, ni watu wa kulalamika, kulalamika. Sasa asubuhi ya leo, mimi niko hapa ili nikutie moyo na nikwambie usilalamike. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulalamika ni kitu ambacho hakimtengenezei mtu mazingira ya, ya kumkaribia Mungu lakini kulalamika ni kitu kinachoweza kumsukuma mtu mbali, na wakati mwingine unaweza ukawa na sababu za kulalamika, lakini ukiamua kutumia kulalamika kama njia yako ya kutafuta amani ya moyo unaweza ukafanya hivyo kweli, lakini matokeo yake ikawa ni kukusogeza mbali na uso wa Mungu. Unaweza wa ukakumbuka wakati ule wana wa Israeli wanasafiri kutoka Misri kuelekea Kanani, walipita kwenye mazingira ambayo waliona wana sababu ya kumlaumu, kumlalamikia Mungu na Musa kama kiongozi wao, lakini yale malalamiko yao hayakubadilisha kitu chochote katika maisha yao isipokuwa, isipokuwa yale malalamiko yao yaliwafanya wachelewe kumaliza safari yao kwa sababu hawakuchagua kumkaribia Mungu kwa dua na sala, kwa maombi. Waliamua wao kumlalamikia Mungu kwamba kwa nini tunakula nyama kila siku, kwa nini kila siku tunakula nyama, kwa nini hivi na vile, kwa nini hivi na hivi, mbona kule Misri haikuwa hivi, mbona kule Misri ilikuwa tofauti, na wakawa wanalalamika. Lakini ukifuatilia impact ya lawama zao, ilikuwa ni kuchelewa kumaliza safari yao kusafiri siku 40 miaka 40 jangwani, kwa sababu ya namna walivyochagua kujieleza mbele za Mungu, kwa sababu ya aina ya maisha waliochagua kuishi. Tusiwe watu wa kulalamika. Kwa nini tusiwe watu wa kulalamika? Ni kwa sababu unapokuwa unalalamika, unakuwa umejisogeza karibu kabisa na eneo la kumkosea au kumkosa Mungu. Nitaanza na kitabu cha Wafilipi sura ile ya nne na ule mstari wa sita na wa saba. walaka wa Paulo kwa Wafilipi sura ile ya nne, hapo nitasoma mstari wa sita na wa saba, na nitasoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno, kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Paulo anawaandikia Walumi. Anaambia msijisumbue. Eh, anasema msijisumbue kwa neno lolote. Kujisumbua ni nini? Kujisumbua manake ni ku kujihangaisha na vitu ambavyo unakabiliwa na mambo fulani halafu naanza kuhangaika na hayo. Sasa hii inaweza ikawa yaka, ni pamoja na kulalamika. Inaweza ikawa ni pamoja na kulaumu. Inaweza ikawa ni pamoja na kujuta, majuto na vitu kama hivyo. Sasa Paulo anawaandikia Warumi, anawaambia no msijisumbue kwa pal... neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. maana yake nini? Maana yake yanapo, mnapokabiliwa na mambo yapelekeni mbele za Mungu. Sasa ukiwa mtu wa kulalamika, tafsiri yake ni kwamba unakuwa haupati nafasi ya kumweleza Mungu yale mambo yanayokukabili. Kwa nini? Kwa sababu unataka kuipata amani, kwamba umepata tatizo, sasa unataka utafute amani ili ukabiliane na tatizo liloipata. Kwa kulalamika au kulaumu. Sasa ukiendelea kusoma ule mstari wa saba unaonyesha kwamba kwa kufanya hivyo hauwezi kuipata amani. Ndio maana katika ule mstari wa saba anasema, mstari wa saba, uh, Paulo anasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu, lakini kabla ya hajazungumzia amani ipitayo amani ipitayo akili zote, amesema pale bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba maanake, badala ya kulalamika, nena mbele za Mungu kwa kuomba. Unapoenda mbele za Mungu kwa kuomba, Mungu atakupa amani ya kukabiliana na tatizo lililokuwa linakufanya au lililo, ambalo lingekufanya ulalamike. Kwa hiyo, Ukichagua kukabiliana na matatizo au ma, ma, mambo yanayo kukabil, ukiamua kukabiliana nayo kwa kwenda mbele za Mungu, hiyo inakuwa ni njia sahihi ya kupigana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kiasiri hakuna mtu ambaye yuko tayari kutumia muda mwingi kutumia maisha yake pamoja na mtu anayelalamika mara zote. Sisi wanadamu tunapenda kujitenga na watu wanaolalamika. Si tu kwamba Mungu hapendi lawama, lakini pia hata sisi, maana alituumba kwa mfano, mfano wake, na sisi pia kama wanadamu hatupendi lawama. Kwa hiyo ukichagua njia ya kushughulika na matatizo kwa kulalamika, unaweza ukajiweka mbali na watu, unaweza ukajiweka mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukajiweka mbali na marafiki zako. Unaweza ukajiweka mbali e, na wafanyakazi wafanyakazi wenzako. Unaweza ukajiweka mbali na wanafunzi wenzako. Unaweza ukajiweka mbali na marafiki kwa sababu ya njia hiyo. Ndio maana Paulo anaandika na anaandika hili, ni neno la Mungu, hii ni neno la Mungu. Ni kana kwamba Mungu alikuwa anazungumza na Wafilipi na wa kwa no, msijisumbue. msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno maana, katika kila neno, katika kuumwa, katika kupata hasara, katika, ku, katika kufiwa, katika mambo yote mambo yote. Anaposema katika mambo yote, maanake hapo there is no exception. Hakuna kitu ambacho hakimo, katika kila jambo, katika kila jambo. Wakati mambo hayaendi vizuri kabisa, katika ma, mazingira kama hayo, anasema usijisumbue au msijisumbue. Unapochagua kukabiliana na changamoto zinaweza kukabili kwa kulalamika, unaweza ukamnyima Mungu nafasi ya kutenda jambo kwa ajili yako, na hiyo inaweza ikakuzuia hata kupata nafasi ya kuomba kwa sababu umechagua njia ya kulalamika. Ukiendelea mbele katika somo langu hapa, unaweza kuona sababu kadhaa kwa nini hatutakiwi sisi kuwa watu wa kulalamika. Ni kweli katika utangulizi wangu nimekuonyesha kwamba ukichagua njia hiyo ya kulalamika, ikawa ndiyo ndiyo staili yako ya maisha, kuna namna unaweza ukawa umejitenga na watu, lakini pia kuna namna unaweza ukawa unajisogeza mbali na Mungu. Kwa nini ujijengee tabia na uwe na uwe na matumaini kwamba hata katika wakati ambao mambo hayaendi sawa sawa, bado Mungu yupo pamoja na wewe. Sababu ya kwanza ni kwa sababu asili ya ulimwengu ni kukatisha tamaa. kwa unapokuwa umekutana jambo la kukatisha tamaa, usi kafikiri kwamba hicho ni kitu cha ajabu kutokea, kwa sababu so, ukilichukua hayo mazingira ukiyachukua hivyo, ndio yanaweza akupeleka wewe ukaanza kulalamika, ukamnyima hata Mungu nafasi ya kushughulika na wewe. Lakini badala yake unatakia kujua kwamba no, dunia ime, ime, ime, ime designiwa it have, it has been designed hivo, kwamba kuvunja moyo kukatisha tamaa, mazingira ya ulimwengu ilivyo, ulimwengu ulivyo, upo katika namna, hakuna namna ambavyo ulimwengu ume, umeandaliwa kwa ajili ya kutufurahisha. Ndio maana siku zote tupo tu katika vita. Maisha tunayoishi ni mapambano. Maisha tunayoishi kila siku, lazima ufanye kitu ili mambo yaweze kutokea, kwa dunia au ulimwengu. Upo asili yake ni kuvunja moyo, it is not supportive mazingira ambayo yanatuzunguka na ulimwengu kwa ujumla wake unataka, ili ufanikiwe ufa, katika jambo fulani ufanye kitu cha ziada. Ndio maana hata wale wanaopanda juu wale wanaokwea e, watu wanaoangua nazi, watu wanaofanya shughuli za kupaa kule angani, lazima mtu kabla hajapaa au kabla mtu hajakwea aende vizuri, kwa sababu there is a traction force kule juu ambayo itatavuta chini, kwa hiyo ulimwengu upo katika mazingira au upo katika namna ambayo si kutufanya sisi tuende kirahisi lakini ni katika namna ya kutufanya sisi tu struggle ili kuweza kufanikisha mambo kadha wa kadha katika maisha. Sasa, ukijua ukilijua hilo utagundua kwamba kila wakati unapokabiliwa na jambo linaloweza kukuumiza hutakiwi kutumia njia ya kulalamika kukabiliana nalo, badala yake unatakiwa ujue kwamba no, dunia iko hivi. Kwa hiyo hapa natakiwa nisonge mbele, hata kama nimevunjwa moyo. Bwana Yesu atusaidie sana, haleluya. Nataka nikupe mifano mitatu hapa kulingana na jambo hili, kwamba dunia au ulimwengu upo katika namna ya kuvunja moyo. Dunia imeandaliwa au ulimwengu upo katika namna ya kuvunja moyo. Mfano wa kwanza nataka nikupe ni huu hapa, kuna wakati unaweza ukafanya kitu au kamfanyia mtu jambo na ukawa na matarajio kwamba aki akisikia kwamba nimefanya hivi au akiona kwamba nimefanya hivi, atafurahi sana, atanipongeza, atanishukuru. Alafu sasa, matokeo yake yule mtu baada ya kusikia au kuona akawa na mwitikio wa kawaida kabisa, asio excited, akalichukulia kawaida kabisa ile jambo liolifanya. Hilo ni jambo la kwanza ambalo nataka nimelitoa, ni kama mfano ili nikuonyeshe kwamba ndivyo kawa, ndio kawaida, ni kawaida. Unaweza ukajinyima ukajinyima kabisa ukapambana ukasema, nataka nihakikishe nimefanya kitu kanimfurahishe, alafu baada ya kufanya ukatarajia sasa reaction yake itakuwa kama ilivyokuwa na tamani, kama ilivyokuwa na hisi, alafu yeye akaitikia kawaida kabisa, na mwingine hata malipo yake yasiendane na kilichokifanya. Sasa katika mazingira kama hayo, je, utatiwa moyo au utavunjika moyo? Sasa ile mtu kusema asante, nashukuru kwa jambo, nashukuru kwa, na asante kwa jambo, asante kwa... ni kitu ambacho lazima mtu, ndio maana watoto huwa tunatakiwa tuanze kuwatengenezea huo msingi wakiwa bado wadogo, ili wawe na tabia ya kusema asante, wajifunze kusema asante, kwa sababu sio kitu ambacho dunia, dunia haiko hivyo. Dunia ipo katika namna kwamba tuchukulie vitu kawaida. So, ili mtu tuweze kufanya vitu sahi, lazima tu, tujitengenezee tabia kama hiyo. Sasa mfano wangu wa kwanza kwa nini nakuambia haupaswi kulalamika, sipaswi kulalamika kwa sababu ulimwengu upo katika namna ya kuvunja moyo. Hii inaweza kukabiliana vizuri, lazima nijue hilo. Kwa mfano wa kwanza ambao nimeona niutumie huku kuelekeza na kulifafanua jambo hili la kwanza ni huu, kwamba unaweza kufanya ukamfanyia mtu jambo zuri sana na ukatarajia mwitikio wake utakuwa ni chanya kabisa, lakini akawa na mwitikio hasi. Lakini mfano wa pili kuna wakati unaweza ukaweka mikakati yako, unaweza kuweka mikakati vizuri, labda mikakati ya kibiashara au mikakati ya kikazi ukaweka mika, ukasema hapa sasa naenda ku eh, siku hizi kin, kinatokea Kiswahili, kwamba naenda kutoboa, kwamba hapa sasa kwa mikakati hii, kwa mtaji huu niliouandaa, kwa mipango hii nilioweka sasa hapa naenda, ku, naenda kuchanua. Unashangaa sasa ule wakati umefika, inakuwa tofauti kabisa na ulivyokuwa umefikiria. Mambo yanatokea tofauti kabisa. Wakati mwingine unapata unapata matatizo. Unapata matatizo, hata kile kipesa ambacho ulikuwa umekiandaa kwa ajili ya kufanikisha mipango ndicho hicho kinaingia kwenye matatizo na wala hakitoshi. Lakini ulikuwa unajua kabisa hapa sasa na waga umaskini. Nafika wakati sasa ambao unasema unafikiri una sasa, ndio ulitakiwa uinue mkono uanze kupungia umaskini uanze kupungia mikono bye. Mambo yanakuwa tofauti kabisa, inakuwa kama sasa ndio natakiwa kuanza upya. Dunia iko hivyo, ndio maana lazima kuendelea kumwomba Mungu na kupambana kwenda kwa Mungu na kusonga mbele, hata katika namna ambavyo sio rahisi kusonga mbele, lakini bado unaenda kusonga mbele. Na hichi ndicho kitu ambacho Mungu alikuwa anataka wana wa Israeli wafanye, walipokuwa wanatoka kule Misri wanaelekea Kanaani. Mungu alitaka hata wana, wana, wanatembea wanapita jangwani, mambo sio rahisi kama walivyokuwa walikokuwa wanaishi, lakini waendelee kwenda waendele, kwenda waendelee. Mungu Mungu alikuwa anataka hivyo waendelee kusonga mbele, na na dunia inataka hivyo, Mungu anataka hivyo. Kufanikiwa lazima ukubali kwenda against na kile ambacho kawaida ya ulimwengu. Ulimwengu upo katika namna, si wa kutia moyo, wa kuvunja moyo. Sasa unatakiwa ukabiliane na hali hiyo, si kwa kulalamika, kwa kumwangalia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Watu wa Mungu, mfano wa, wa tatu. Kwa nini nazungumza kwamba asili ya ulimwengu iko hivyo? Mfano wa tatu Mfano wa tatu, unaweza ukajiandaa vyema, labda kipindi kile tunasoma, au wengine sasa hivi wanasoma, unaweza ukajiandaa vyema kabisa kwa ajili ya mtihani, ukasema, mtihani wa mwaka huu, mtihani wa safari hii, mimi ndo naongoza darasa, kaika mikakati yako, kajiandaa vizuri alafu na nilifanya vizuri, unashangaa, ndio mtihani unapata matokeo ya jaa